Kule kuzimu na ndio maana kuna matukio mabaya yanaendelea kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu shetani amekaa kwenye maisha yako, umeungamanisha na ibilisi kuzimu. Ndio maana unahisi kufa kufa, ukilala usiku kuna wanaume wanajitokeza wanalala na wewe usio ajua, kuna wanawake wanajitokeza wanalala na wewe usio ajua. Mwana anajikuta amekunyoa nywele, mwana anajikuta amekupeleka baharini. Yani, una matukio ukilala usiku, unaona unaota vitu vya ajabu, unahisi kufa kufa. Ndio maana siku ile TANESCO amekula hela yako ya umeme, maana taa zako zote unawashaga mpaka asubuhi, unaogopa kwamba, yani, ukitulia tu kizima taa wanayo shingo. na mwingine mwasa na taa umejaribu umeshanga Bada na kukaba ukachukua Biblia ukaweka shingoni, wa, ma, makamanda wakifika usiku wanatoa Biblia wanashika shingo. Wengine wamejaribu kuweka magazeti ya mkeni hapa shingoni ili makamanda wasiwanyonge wasiwakabe usiku, yani jamaa akifika, wanatoa magazeti ya mkeni wanatoa biblia wanashika chingo mpaka asubuhi. Na siku moja watakumaliza, hautacho salama.